Jioni hii taifa ya jirani la Uganda linahesabu saa tu kabla ya kushiriki uchaguzi mkuu hapo kesho. Uchaguzi wa Uganda umekumbwa na shutuma baada ya tume ya mawasiliano nchini humo kutangaza kuzimwa kwa mitandao hadi uchaguzi utakapokamilika. Sasa wanaharakati wanadai kuwa, hali hii inazima uhuru wa kujieleza wa raia wa Uganda wakisema uchaguzi huo hautakuwa huru na haki, kama anavyotuarifu Melita Oletenges. Tarehe kumi na tano Januari, wapiga kura milioni ishirini na moja laki sita waliosajiliwa na tume ya uchaguzi nchini Uganda wanatarajiwa kujitokeza kupiga kura. Lakini kuzimwa kwa mtandao nchini humo pamoja na madai ya utekaji nyara, mbali na polisi na jeshi kutumia nguvu kupita kiasi, yanatia doa azma ya demokrasia nchini Uganda. Tume ya mawasiliano nchini humo ikishikilia kwamba mitandao ya umma, mitandao ya kijamii Huduma za barua pepe zimefungwa kuanzia siku ya Jumanne hadi baada ya uchaguzi. Hii inamaanisha kwamba mawasiliano nchini humo yataathirika pakubwa na kuitenga Uganda na mawasiliano barani Afrika na duniani. Jumla ya wagombea urais wa nane akiwemo rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni na kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine, watapambana debeni. Museveni mwenye umri wa miaka 81 ametawala Uganda tangu mwaka 1986 baada ya kukemea utawala wa aliyekuwa rais Milton Obote. Museveni alichukua mamlaka baada ya kupigana vita na sasa anatafuta muhula wake wa saba. Uganda. Kabla ya kujitosa katika ulingo wa siasa, Bobi Wine mwenye umri wa miaka 43 alikuwa mwanamuziki na mwigizaji mashuhuri wa Uganda. Utunzi wake ukihamasisha jamii, Naye anawania urais kwa mara ya pili. Down the dictatorship. Down. Down. Wanaharakati nchini Kenya wamekashifu matukio ya kabla ya uchaguzi wakidai kwamba tume ya uchaguzi nchini Uganda pamoja na mahakama zinashirikiana kumtafutia ushindi Rais Museveni. When you infringe on uh, you know the freedom of expression it automatically communicates the autocratic regime that wants to silence the masses. Katika uchaguzi wa mwaka 2021 Museveni alishinda kwa asilimia 58 ya kura huku Bobi Wine akipata asilimia 35. Madai ya wizi wa kura na ukandamizaji wa upinzani yaliibuka katika uchaguzi huo. Melita